Uh, safi kabisa kwema, kwema kabisa na kabisakabisa na hmm. Um, naitwa Pamela Kikuli ni meneja wa bia ya Safari Laga na leo hapa tuko Dar es Salaam tunakamilisha mchakato uh, wetu wa Bonanza uh, ambao tulikuwa tunapita mikoa minne kijumla, kwa hiyo tuko katika mkoa wetu nne wa Dar es Salaam katika kusaka vipaji vya mpira mwaka huu tumeona vipaji vingi vingi sana kwa kweli talent wow, ni wow, kubwa si? Na baada sasa ya mechi hii ya leo bonanza hii ya leo, leo jopo letu la makocha watakaa kuangalia sasa wale wachezaji ambao wanataka kuwapendekeza waendelee mbele, na tutachuja, tutapata tena mwaka huu wachezaji ishirini na mbili ambao watakuwa wamechaguliwa kama nilivyosema na kura walizopewa na makocha pamoja na kura wanazopiga Watanzania na mwaka huu kwa kweli tunatarajia uh, shindano hili litaenda vizuri sana. Mafanikio tuliyopata mwaka jana ni makubwa. Uh, wachezaji mpaka leo hii kumi na moja wamefanikiwa kusajiliwa kwenye timu mbalimbali. Uh, kwa hiyo tunawaambia watazamaji uh, klabu mbalimbali kubwa waendelee kufuatilia kwa ukaribu sana, uh, mchakato huu ili waweze na wenyewe kuangalia vipaji ambavyo vipo katika tasnia hii ya mpira. Pengine kuna utofauti gani kati ya mashindano ya msimu huu na msimu uliopita? Kwa sababu msimu uliopita ndio mlikuwa mnaanza, na hivi sasa tunasema kwamba mnaendelea pale pale mlipoisha msimu uliopita. Msimu huu kwa kweli tumeona mwitikio ni mkubwa sana. Kwanza watu wameelewa faida na jukwaa hili lengo lake ni nini. Kwa hiyo tumepata mwitikio mkubwa sana kutoka kwa timu mbalimbali mbali. Katika mikoa yote tuliyopita, tumeona wengi wamejitokeza, na sasa hivi kwa kweli talent zinazidi kuwa kubwa. Aa, watu wameelewa kwamba Safari Cup inataka kuibua vipaji na pia inavyoonyesha vipaji hivi kwa taifa. Kwa hiyo vipaji vingi zaidi vimetoka kujiandikisha, na tunashukuru kwa kweli kwa mwitikio hiyo na support kubwa ambayo tunaiona. Tunatarajia hata tukirudi tena sizoni inayofuata mwitiko utakuwa hata mkubwa zaidi. Majina makubwa kama Sekilojo Chambua, Mrisho Khalifa Ngasa, lakini pia Simon Msuva mlimtangaza kuwa ambasada wa mashindano haya, pengine kwa upande wenu hii imewalika kwa kiasi gani mpaka hivi sasa? Unajua, katika kufanya kampeni uh, kuna kitu ambacho unarudisha kwenye jamii. Safari Cup lengo lake kubwa zaidi ni katika kurudisha kwenye jamii uh, faida sisi tunapata tukiona kwamba wachezaji tunaowachagua wanapata mafanikio, wanaonwa kweli na wa watu ambao wanaweza kubadilisha maisha yao, lakini pia kwa upande wetu tunapata faida ya matangazo. Ni kipindi kizuri sana sisi kujitangaza na kujiweka karibu na jamii, kwa hiyo tunaona kwa kweli tunajitangaza vizuri na tunazidi kujulikana kama brand. Sawa tumeona pia kuna baadhi ya maskouti ambao wako hapa wanafuatilia vipaji na mechi zimechezwa nyingi hapa za Bonanza hili na kwenye, kwenye fainali hizi pengine kwa upande wenu hii inawapa picha gani lakini pia inatia matumaini kiasi gani kuona kwamba kile mnachokifanya kinakuwa recognized na watu wakubwa kwenye mpira sisi tunafarijika sana kwa sababu unajua tunafahamu kwamba Tanzania ina vipaji vingi lakini wapi wanaonyesha kuna majukwaa mengi ambao watu labda wanaweza wakatoka mikoani huko wakaja kuonyesha na waonekane kwa hiyo sisi tumetumia nguvu kubwa kutangaza ili kuweza kuvutia uh, vilabu vikubwa scouts mbalimbali uh, mbali, waweze na wenyewe kuja kukaribia hapa ili kuangalia vipaji. Naona pia ni fursa kubwa hata okay, kwa wao ma scouts kwa sababu tumewafanyia kazi Pao ya kuwakusanyia na kuandaa mechi, tumeleta mechi, yani hao kazi yao ni kuangalia zihaya na kuangalia vipaji yes. Kwa hiyo mimi naona ina faida kubwa kwa watu wote ambao wana, wana, wana, waliojitokeza wanaocheza Uh, kwa ujumla wake safari kapu, kwa kweli itabadilisha sana uh, mpira wa Tanzania. Mm. Mm. Sawa, neno moja kwa wale ambao watakuwa washindi kwenye michuano hii mashindano haya, napenda kuambia wajitahidi wacheze kwa bidii, macho yanawaangalia, macho mengi ya Watanzania yanaangalia na kufuatilia safari yao. Mm. kama nilivyosema wachezaji 11 wa season iliyopita wamesajiliwa, kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba hii ni fursa kubwa, kwa hiyo watumie hii fursa vizuri, waonyeshe vipaji vyao Asante. Bwana Kwema. Kwema. Hongera sana kwa kufanikiwa kuwa bingwa katika msimu uliopita, lakini tuambie utofauti ambao umeuona mpaka hivi sasa kwa mashindano ya msimu uliopita na msimu huu. Kwa majina, naitwa Ndeja Jacob ni mmoja wa shiriki wa mabingwa wa Safari Laga Cup na pia ni captain wa timu ya Safari Laga Cup 2024. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ni nafasi ya kipekee ambayo aliniweza kunipatia mimi kama mchezaji tulikuwa tuna wachezaji wengi zaidi ya elfu moja mia mbili, lakini nikaibuka kama mmoja wa mabingwa wapya wa soka, kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu. Sawa, tuambie tofauti ambayo umeiona kwa mashindano ya msimu uliopita ambayo wewe pia ulikuwa ni miongoni mwa mabingwa kwenye wale wachezaji ishirini na mbili, pengine kuna utofauti gani kati ya mashindano ya mwaka jana na mwaka huu? Ah, kiukweli utofauti ni mkubwa. Mwaka jana kulikuwa kuna mwamko mchache. Nadhani baada ya kucheza na Yanga, watu wakaelewa nini maana ya Safari Lager Cup Nadhani kwa msimu huu imekuwa moa moa moa, watu wametikia kwa wingi. Eh, yani uitikio umekuwa mkubwa hmm. Kwa maana hiyo wameona kumbe issue iko serious, kwa hata wale waliokuwa mtaani walikuwa wanajua jambo kwamba ni la kawaida kawaida, na pia tushukuru pia media wamekuwa wameli expose sana hili jambo kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba mpaka watu kutoka vijijini huko mimi napigiwa simu kwamba wamesafiri kwa ajili ya kushiriki Safari Lager Cup okay. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia kwamba msimu huu tumepata mabingwa wengi zaidi kuliko msimu wa mwaka jana ndiyo. hmm. okay. sawa so, na nimekuona upo mezani kwenye sehemu ya wale ambao wanaangalia vipaji sasa, pengine kwa upande wako umeona kuna utofauti wowote wa, wa kimchezaji baina ya msimu uliopita na msimu huu? Ah, vipaji ni vingi, vipaji ni vingi, kinachokuwa kinakosekana ni kwamba exposure. Kwa hiyo kama walivyokuja na kauli mbiu Safari Laga kwamba ni scout ya mabingwa kwao, mtu yoyote ana nafasi ya ku chagua mtu ambaye amemwona yeye anafaa. Kikubwa ni kuendelea kunywa bia Safari Laga, kuangalia ile kodi ambayo wamekuwekea pale chini ya kizibo zeni. Unaingia kwenye website, unaweza ukachagua nje. Na hapo pia kuna walimu ambao wa wako very, very professional, ambao wanaweledi mkubwa na mpira na wamecheza mpira katika level kubwa. Kwa hiyo ni ishu ambayo inakuwa ha, -ha, -haina, ha, -haina, yani ha haina utata kwa sababu nimejionea na najivunia kuwa sehemu ya watu ambao wameweza kunitrain mimi mpaka leo, inaweza nikasimama hapa nikaongea kama ndege na nikaweza nikaingia ndani ya pichi nikatimiza majukumu yangu. Uwepo wa watu kama majina kama Sekiloyo Chambua